Karibuni kwenye kipindi chetu jamani, nkishaingia umu nkakubaliana na taratibu zetu, kinachofuata ni hichi kipindi, ndio cha kwanza ah. kwenye kontenti huwa tunaanza na hapa kujuana, um, na kuwekana sawa kidogo kwa yale ambayo yatafuata, okay? Dio. Karibuni ehe, tuanze na dada Jack eh? Karibu, umetokea wapi? Umetusikia wapi? ndio Duh. Umetusikia wapi? Kwenye Facebook. Kwa hiyo umetoka Njombe direct ni kwa mm -hmm. e, kwa kwa kwa au kwa dama, ulikuwa hapa ukaja kwa ajili ya kuja kwetu au ulikuwa hapa da ingawaje e. Ni mwenyeji wa Njombe lakini ulikuwa da hiyo e. Da ulikuwa unafanya nini? Mm. China Plaza kwani mm, yeah. Umeacha uko ukajauktakampuameleta kampunimung ene kampuiumingiza kwenye kampuni saa uka umeshuka. mwanzo ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? na baadaye ukashuka mpaka shilingi laki tatu. Kwenye mm -hmm. kampuni akasema wanatulipa laki moja na nusu sasa nikapiga hesabu kutoka tena nyumbani na nauli mpaka kule na chakula kujitegemea, nikaanza kuhangaika sasa kutema sehemu nyingine, ndo ukatuona. Okay, kwa hiyo we una taaluma gani? ta na, najikita mm -hmm. kwenye kitengo gani? mm -hmm. una experience ya muda gani? mm. miaka miwili ulikuwa umefanya kwenye ngazi gani? hoteli ya ngazi gani? za kawaida gesti, hoteli ambayo haina nyota, ndio ni ya kawaida. Wewe dada yeyote tu kawaida anaweza kwenda akafanya hapo kazi. Hoteli ulikuwa unalipa shilingi kama tu nyumbani eh, mm -hmm. mm -hmm. kwa mtu nyumba nyingi sasa hivi analipa laki moja na hotelini tena nako ulipe laki moja na hapo hapo nauli, nauli unajitegemea. hotelini Nyanjombe, kwa hiyo unaenda kwa mguu. mm -hmm. mm -hmm. okay. lakini ndio hiyo mshahara laki moja Ulifanya hapo kwa muda gani? Baada ya hapo huku kuja huku, ndo ukawa unafanya kazi kari yako kari yako, umefanya kwa muda gani? Kwa hiyo mm. kwa yu, kwa hiyo, kwa shughuli za usafi unaweza uka... kwa mtu ambaye yani anasikia wewe unasema umesomea usafi au skipa, una utofauti gani na mtu ambaye hajasomea usafi Taibu? nafanya kazi vizuri. Vizuri hiyo ndio vipi? Unaposema oh. oh. tu vizuri, hata dada wa kawaida yeah. atasema, tasema nafanya vizuri. Kwa hiyo inabidi uongee kitaaluma tu, tukusikia tuone, tuweze kutofautisha. Unaanza, ehe, tutajie vigezo, kama vigezo vya usafi. Kwanza mwenyewe msafi. Hata dada kazi wa kabla msafi, usafi mpaka unipe kigezo ambacho kinanishawishi wewe ni mtaalamu, ila hicho bado hakijanishawishi. Wadada wetu wenyewe hapa wanajisafisha, wanafanya wao wanakuwa wasafi, ndio wanafanya usafi. Na ao ni traditional dada, sio wataalam. Unanishawishi wewe ni mtaalamu, zipi hizo? Hiyo bado, mbona ni kawaida jamani? Dada Jack mm haya -hmm. <laughs> mimi ni nikukaribishe tu sisi hapa kituoni kwetu. mm -hmm. Mtu ambaye anakuja hapa kama mtaalamu inabidi atushawishi kweli ni mtaalamu. mm -hmm. Na tuna taratibu zetu ambazo utaziona. Uh, wako wataalamu wa usafi ambao watakuwa assess na watatuambia kama wewe kweli unafikia level ya utaalamu. Kuwa na cheti tu peke yake haitoshi kusema wewe ni mtaalamu. Na kutuambia umefanya kazi si hoteli ya Njombe na Kariakoo kwenye maduka pia haitoshi sana kutushawishi kwamba wewe ni mtaalamu. Isipokuwa kama una ngazi ya utaalamu, hapa kwetu mishahara yake ni mikubwa sana. Kutoka huko ulikuwa unalipwa laki laki moja kaja sijui kani yako kalipa laki tatu, lakini hapo hapo bado kulikuwa na nauli na gharama zingine zingine, si ndio? Kwao mwisho wa mwezi unajikuta hujasave chochote au hujabaki na chochote. Huo ndo ukweli eh. Wasichana wengi bado wanafanya zile ajira za ku uh, yani za ku sijui semeje, yani kama anatafutia watu wa daladala pesa, mamalishe kidogo, kama unakula mchana na wenye nyumba kama umepanga. Kwa hiyo mwisho wa mwezi unajikuta hujabaki na kitu, lakini sikupitia mradi wetu, tume tumekuja kuwasaidia mbadilishe ma, mawazo fikra, mtazamo, muone kwamba hizi kazi zinatija sana kuliko zile ambazo tulikuwa tumezizoea, kwamba ukiwa umeajiriwa kwenye kazi kazi ya ya ya ya kwenda na kurudi, au ya dukani, au ya hoteli, unaona kama ndio una kazi ya maana, lakini mwisho wa mwezi Hamna kitu. Kwenye hii unapewa unalipwa mshahara wako kama vile ndio akiba yako. Kwa sababu unakula kwa bosi, unalala kwa bosi, huna bili, una kodi, una chochote. Sawa. Kwa hiyo na bado hela zake ni nyingi. Kutoka kwenye laki moja huko bado laki tatu. Huku mtaalamu ambaye kweli mtaalamu analipwa laki tano. Mm. Lakini hata ungekuwa unalipwa laki tatu, kwetu sisi laki tatu ya kwetu ni ni ya thamani zaidi kuliko laki tatu ile ya, ya kutumia nauli hapo hapo labda na huduma zako nyingine nyingine. Sisi hii laki tatu ya kwetu ina thamani sana kwa sababu unapewa laki tatu ukiwa hudaiwi chochote, labda mambo mengine ya ziada sana kama una mtoto au si wazazi au nini. Kwa hiyo karibu, asante. Ehe. Wewe umetwambia ni mtaalamu, lakini sisi tutakwambia huku kwetu. Sawa, tuna ta, yani tuna standard zetu e, kwa kwa, kwa standard zetu tutakwambia wewe uko level gani. Kwa hiyo usiwe na ile, nakwambia hivyo, usiwe na matarajio ambayo tukija kuambia dada Jack, wewe itabidi uanzie tu tradition. Wako wa dada ambao tumewaambia inabidi uanzie tradition, na wao walikuja na wametanguliza vyeti mbele. Sisi hapa unatanguliza kazi mbele. Sio cheti. Mm -hmm. Kwa una kuandaa kisaikolojia ili usije ukazimia ukiambiwa wewe ni traditional au ni smart, lakini pia kama una vigezo vya professional utapata level yako, ila mm -hmm. Sisi hatusikilizi maneno, tunayapa. Tuna asilimia kumi, asilimia tisini, tunakaa na wewe na kwa sisi wenyewe. Sawa. Haya, kwa hiyo lengo lako hasa la kuja kwetu ni nini? Kuna kitu gani Mbama, mtaji unataka kufanya nini? <laughs> ni nini biashara gani nini biashara gani kuuza vipodozi una nini imefanyaje na hiyo unaniambia hiyo ngozi imefanya nini? Ina mafuta mengi vipi hivo vile vya kubadilisha rangi, ah, sure, like, rangi. Eh. Yes, rangi. Au <laughs> eh. <laughs> Sawa basi hamna neno. Uh, cha muhimu ni kuwa na hivo malengo, alafu sasa uwe na hiyo nia ya kutimiza malengo yako, alafu usiwe na tamaa e eh, kwa sababu umesikia laki tano ukasema hiyo ndio naitaka. Ikitokea labda haujafikia vigezo bado una chansi ya kujiboresha. Ndio maana tumeandaa miongozo kama hii ya kuwasaidia kuwa guide muweze kuwa kufika kwenye hizo level, kujiboresha kwenye hizo level, kujiboresha. Kwa hiyo ikitokea chochote ambacho utakutana nacho, yani, usikate tamaa, kubali process kwa sababu hata hivyo, au skipa, si umesema umesoma hotel management? mm -hmm. Eh, manake si ulifanya process mm -hmm. ukasoma eh? Mm -hmm. E, kwa hiyo kila kitu ni process. Usiridhike tu, sawa umepewa cheti, lakini pamoja na cheti endelea kujinoa, endelea kujiongeza. Mafundisho utakayopata kwetu hapa yatilie mkazo, kwa sababu yale ndio wanafanya mabosi, wana wanakuja hapa na wako radhi kulipa fedha ambazo unasikia kama ni professional, laki tano, ni smart wa laki tatu, ni traditional laki na nusu. Kinachowashawishi ni haya tunayowaelekeza. Kwa hiyo ukiona wewe katika yale tunayowaelekeza unatakiwa uyafanyie kazi, basi yafanyie kazi kwa umuhimu mm-hmm. ili uweze kufika level hizo na kupita zaidi, kwa sababu hayo ndio mafanikio yako Sawa. Sa. karibu sana Asante. Hai.